Kauli nzito imetoka kwa msanii wa kike kutoka Tanzania, Zuchu, ambaye siku chache zilizopita amewashangaza wengi kwa kusema wazi kwamba hatafanya kolabo na msanii yoyote kutoka Kenya hadi Wakenya watakapomwomba msamaha Rais wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa mtandaoni, hasa kwenye TikTok, ambapo baadhi ya wa Wakenya wamejitokeza kumjibu kwa maneno makali, wengine kwa kejeli na wengine kwa vichekesho vya hali ya juu. Labda nikianukuu maneno ya Zuchu, alisema hivi I can't do Because hawana heshima hata kidogo. Wamemdharau rais wetu na kumkejeli vibaya, lazima waombe msamaha ndio twende njia moja na wao, lakini sasa hivi nimekataa, la hasha. Labda niseme kwa upande wangu, mimi huu ni mgogoro ambao unaweza kutibika kama kutakuwa na mazungumzo ya kweli kati ya wasanii wa Kenya na Tanzania. Labda niwaruhusu mtazame video hizo za Wakenya wakimjibu Zuchu, lakini kabla sijafanya hivyo, je, yeah, ni sahihi kwa Zuchu kuchukua msimamo kama huo? Manake wasanii ndio wanapaswa ku kuunganisha mataifa kupitia sanaa badala ya kuwagawanya. Niachie maoni yako kwenye comment section. Wakenya, Zuchu anasema hawezi piga kolabo na Mkenya yeyote msanii, ati lazima tuombe msamaha kwa president wao. Huyu mama, sisi tuombe msamaha? Kwani nani alikuwa anataka kupiga kolabo na Zuchu? Zuchu maimbo zake ni za chakula, kama sio anakuja kwa sukari, kama kama si sukari ni chapati Mkenya mgani anataka kupiga kolabo na mchana? Kama ni wimbo sisi ndio tunaweza fundisha wimbo eh. Zuchu habari imetufikia Zuchu hatuwezi e, toa kolabo na mkenya yoyote e, huwezi toa kolabo na mkenya yoyote na hakuna vile huko hata fadhali Zari e, tuko, na shemeji yake shemeji yetu mwingine ako huku ni anaitwa Ngaje huyo Tanasha. We mwenyewe auna kitu wewe, namba ngapi kwa hiyo boma? We namba ngapi kwa hiyo boma? <laughs> kwa boma. <laughs> Fikiria kwambla uongeleshe wa Kenya uongeleshe, ufiki uongeleshe. Tunakupea miezi sita kama package ya kompyuta, uone kama wao mjamaa atatoroka. Unajua umeolewa na mwanamke mwenza, bibi bibi ya ya <laughs> <laughs> <laughs> e, pididi e, chunga, fikiria tena, tukome we Zuchu. Sawa, So poriso with Radio Olotan and Kibs and we're talking about how Zuchu is saying she does not want any collaborations with Kenyans because we have no respect at all for the president and we should ask for, for, for forgiveness but until then she's never going to do a collaboration with any Kenyan and I'm like girl bye, girl bye, good riddance because most of your listeners not even most, many of your listeners are from Kenya.

we did not disrespect your president. If you look really well ninyi ndo wachukuzi ninyi ndo mna kame for us. You're the ones who are disrespecting Kenya. So when you come, come correct, darling. You're not all that. Without us you're nothing. <laughs> Tanzania tuna pesa mingi kukuja hapa. Hapandugu uh, <laughs> zangu Kenya, venye mesikia Zuchu wa mesema, ataki na wa Kenya. Zuchu. Sisi pia kama wa Kenya tumekukataa. Oh. Sisi umetukataa, pia tumekukataa. <laughs> Hmm? Na tunaenda kuku unfollow u hata tukuripoti, atublock akaunti yako. Tunaenda kuku unfollow, tunatoa followers zetu wa Kenya, ubaki na Watanzania wenu. Sumetukataa, hmm? Sipia kama Wakenya tumekukataa. Tunenda tu kuku unfollow, tunatoa followers yetu, ubaki na Watanzania wenu peke yake.

On the story of you you not saying or you refusing to do a collaboration collaboration. with a Kenyan artist, I mm. I don't think think none of us want to do a collaboration. Yeah, yeah. When you think about it, na na na Zuchu Zuchu jua sema Oh, right? just like, okay. zuhauaka bili moiaao Uh, uko <laughs> Na vile wanaume wawezi ambiana good night. Wanaume waezi hata kama unapenda kazi ya president wako wezi sema tu tu ndume labda. Mm. Mimi na feel ikiwa when you get get a female female president, president kichoti anadutu kwa tunasikiza. Okay. Na feel tu, as Kenyans, K as Kenyans. I I mean, possible man. And, yeah. and listen, I think think. we're probably closer to to to that um, than we think. We might actually be be, be, be ready to, to get the first female president in this country. But